Urolojia ya watoto ni utaalamu wa upasuaji katika tiba ambao unahusisha utambuzi, matibabu na e, kinga ya aina mbalimbali za matatizo yanayohusisha mfumo wa mkojo na viungo vya uzazi kwa watoto wachanga, watoto na vijana. Matatizo mengi ya urolojia yanayohusiana na watoto ni kasoro za kuzaliwa, ambayo ina maana hizi ni hali ambazo wanazaliwa nazo au zinaweza kujitokeza baada ya kuzaliwa au baadaye wakati wa utoto wao wa Tunashughulikia aina mbalimbali za matatizo yanayohusisha mfumo wa mkojo na mfumo wa uzazi. Baadhi ya mifano ni kasoro za kuzaliwa zinazopatikana mara nyingi kama vile obstruction, ambayo inahusisha kuziba kwa figo. Kizuizi kwenye figo kinahitaji kushughulikiwa kwa wakati unaofaa, ili kuzuia kupoteza kazi ya figo na figo yenyewe. Kasoro ya pili inayopatikana sana kwa watoto eh, ni kasoro ya kuzaliwa inayohusisha mfumo wa uzazi ambayo ni hypospadias. Katika hypospadias, tundu la mkojo huwa si la kawaida na uume huwa umepinda. Hypospadias hii inaweza kurekebishwa kwa upasuaji wa hatua moja au mbili kutegemea na uzito wa tatizo. Tatizo lingine la kawaida tunalokabiliana nalo ni maambukizi ya mara kwa mara ya njia ya mkojo ambapo bakteria hufika kwenye kibofu na kusababisha dalili. Wakati mwingine maambukizi haya ya bakteria yanaweza kupanda hadi kwenye figo endapo kuna mtiririko wa mkojo usio wa kawaida kurudi nyuma ambao unaitwa vesicoureteral reflux. Hii vesicoureteral reflux inahitaji ufuatiliaji wa karibu na muda mwafaka wa eh, matibabu ili kuzuia kupoteza tishu za figo na makovu ya kudumu kwenye figo. Masuala mengine tunayokutana nayo mara kwa mara kwa watoto ni matatizo ya kibofu cha mkojo, saratani zinazohusisha figo na mfumo wa uzazi pamoja na mawe kwenye mfumo wa mkojo. Jukumu la daktari bingwa wa magonjwa ya mkojo kwa watoto halikomei tu kwenye upasuaji. Uhusiano wetu na mtoto pamoja na familia yake unaendelea kukua kadri mtoto anavyokuwa na tunahakikisha afya salama ya figo na kibofu cha mkojo mtoto anapoingia utu uzima.